Ama baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, na kumtakia ziada kipenzi cha umma, si mwingine Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, popote pale mlipo, ndugu zangu wapenzi watukufu mnaofuatilia mnaofuatilia Maalimu Shabani. Ama leo, ama siku ya leo tulikuwa katika mwendelezo wa masala yetu mbalimbali mbali. E, kunako vipindi vyetu hivi tunavyostafidi tunakumbushana kunako maisha ya dunia yetu, maisha ya akhera yetu, na pia tunapata faida mbalimbali mbali kunako dini yetu pia. Ndugu zangu, bora uende mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ukiwa hujamshirikisha, lakini sio kwenda mbele ya Allah subhanahu wa taala ukiwa umemshirikisha, ni hatari kubwa ndugu zanguni, wapenzi watukufu. Maisha ya dunia ni mafupi, maisha ya akhera ni, ni maisha marefu sana, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyotuumba sisi wanadamu katika haya maisha ya dunia. Mfumo wa kuishi kwetu, hasa umati Muhammadi sallallahu alaihi wasalama, hatuzidi miaka sitini miaka sabini ukifikisha mia basi hiyo ni bonge la ofa. Wewe una unaogelea katika zile ofa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Yani kama maisha yako utafikisha miaka mia moja basi wewe upo katika ofa za Mwenyezi Mungu. Lakini suna ndio hiyo sitini sabini humo, hamsini sitini sabini humo. Yalla, sasa ndugu zanguni, wapenzi watukufu ndio maana tunakumbushana, tunasema miaka hamsini na miaka sabini ya duniani, sijaka kuharibia miaka ma, matilioni na matilioni miaka ambayo haina mwanzo, miaka ambayo ina mwanzo tu lakini haina mwisho wake, ya siku ya Kiyama. Ndugu zangu, hapa kunahitaji umakini wa kutosha. Ndio maana wanasema bora uende kwa Mwenyezi Mungu, bora ufe na maradhi yako, lakini sikumshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwani uzito wa shirki ni katika miongoni mwa madhambi ma, ma yale yenye kuangamiza madhambi makubwa. Sasa tulikuwa katika mfumo wa maswali, twa twa twapata maswali kutoka kwa ndugu zetu wanaotufuatilia Maalim Shabani. Wengi wanauliza maswali mbalimbali, twawajibu, lakini pia na wale ambao hata kama wasiyeuliza, lakini wao pia na wao wanastafidi kutokana na hayo maswali yanayoulizwa na na ndugu zetu ambao wao wameuliza maswali yao wenda wameuliza kwa niaba ya wengine. Siku ya leo, ndugu mtazamaji, nitakupa sura moja ambayo unatakiwa uisome kwa ajili ya jambo lako. Kama watafuta kazi, majambo hayaendi, kama unaenda unapigwa tu dana dana, ushapeleka barua zako, ushapeleka vyeti vyako, ushapeleka CV zako lakini bado unakuta kwamba kwa ajili unavyojitahidi mambo hayaendi. Sasa hem, soma hii sura kwa mfululizo wa muda wa siku tatu mpaka saba. Sura yenyewe si kubwa, nafikiri kila mmoja anaweza hiyo sura akaisoma. Lakini katika usomaji wa hii sura, watu wengi sana wanachokikosea, anasoma maneno ya Allah lakini pia ndani mwe pia anachanganya, anakwenda kwenye mambo ya matunguli huko, ana mambo ya mizimu ya kwao, kila mwaka wanakwenda kucheza sijui ngoma gani, alafu na hapo hapo pia anataka kuja kuchanganya na maneno ya Mwenyezi Mungu. Kakwama anakimbilia kwenye maneno ya Mwenyezi Mungu. Huo ni mtihani. Qul amantu billahi thumma staqim, sema nimemwamini Mwenyezi Mungu, alafu simama kisawasawa, uwe na msimamo sahaba. Mmoja wa mtume sallallahu alayhi wasallama alienda kwa mtume sallallahu alayhi wasallama, kisha akamwambia mtume, ya rasulallah auswini, yeye mtume wa Allah niusie. Basi mtume alimwambia maneno hayo tukul, amantu billahi thumma staqim, sema kwamba mi nimemwamini Mungu, alafu simama kisawasawa utakuwa umefanikiwa, ndugu yangu mtazamaji na mfuatiliaji wa Maalim Shabani. Maisha ya kuchanganya changanya habari za tiba, matokeo yake unakuwa uwezi kufanikiwa, kwa sababu hujulikani wewe ni mtu wa wapi. Ni mtu wa mashetani? ni mtu wa Mungu? ni mtu wa mizimwi? ni mtu wa mambo sijui ya vibanda vya vibanda vya babu kuna watu mpaka hii tunavoishi hapa leo, kama hakuenda kutembelea mizimu ya babu yake, anakuambia maisha yake hayaendi, mpaka hivi tunavyozungumza. Na huyo huyo akisikia masala ya uradi huu, kisoma utakusaidia, na yeye yumo, awe si usijisumbue, wewe fanya tu mambo yako. Lakini kama wale ambao wazangu na mie, kwamba hawana lengine zaidi ya maneno ya Allah, hawana mwingine zaidi ya Allah, hawana unafiki kwenye hilo. So kama wanacheza shere, wako serious ameelekezwa soma kulaudhu bi rabbin nasi takulinda na mashakil na falaqi na na, na, na ikhlasi ya, kutu, ya usiku kucha. Basi yeye ameingia mzima mzima, wala hana doubt na ana imani kwamba mimi nikisoma sura tatu hizi kama alivyosema Mtume, maneno ya Mtume hayao ya urongo. Ukiwa na imani hiyo, chukua hii ifanyie kazi. Ikifika usiku, amka kunako saa nane, saa tisa e, kwa wale ambao wanaopenda kuamka kwa usiku kwao itakuwa ni nyepesi. Msalie mtume sallallahu alayhi wasallam akikupendeza mara elfu moja. Leta istighfari pia mara elfu moja. Kwa nini unataka umsalie mtume? Dua yoyote au jambo lolote ambalo mtu atamsalia mtume sallallahu alayhi wasallam lina uwepesi wa kukubalika jambo hilo, na dua yoyote mtu akumhimidi Allah na akumsalia mtume mwanzo wake au mwisho wake, inahatim, ina asilimia 0.0 kuto kukubalika. Kwa ajili hiyo ndugu zangu, msalie mtume sallallahu alayhi wasallam wale wavivu ukimsalia hata mara 100 inatosha, lakini msalie mtume mara 1000 leta istighfari mara 1000 na istighfari nyewe ilete istighfari ya nabiyullahi Yunus, ile ambapo alipomezwa na samaki. Hakuna kilichomsaidia zaidi ya kusema yale maneno, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Na wewe soma hiyo akikupendeza, soma ya latifu mara 1000 pia, alafu soma surati Sharh mara mia nne na moja. soma mara mia nne na moja alafu kisha hapo mi Mwenyezi Mungu nifanyie wepesi wa jambo langu. Basi baada ya hapo utalala zako. Kesho kesh amka tena kama kawaida sifari sala za Mtume, soma ya Latif, soma na Surat Sharhi mia nne na moja kisho kutwa. Ukisema Surat Sharhi mara mia nne na moja watu wengi hapo wanakuja kuchanganyika, mara mia nne duu, hiyo namaliza saa ngapi? hiyo sura ya Sharh mara 400 mara 100, unatumia dakika 15. Sasa jiulize, kwenye dakika 15 ili usome mara 400 na moja, si nilisali moja tu. Kwenda kuzungushwa makaburini uko tayari, kwenda kutoa makafara ya mambuzi na mang'ombe, mara nyingine hutoa kafara za watu, wapo tayari, lakini kukaa chini kumlilia Mwenyezi Mungu watu hawako tayari. Soma hizo sura, mwambie Mwenyezi Mungu nifanyie uwepesi kama hii sura inavyozungumza eh kwa ajili hiyo, ndugu yangu mtazamaji, leo nilisema kwamba tushe hichi kipande kidogo kwa wale ambao wenye mashakili mbalimbali. Umpeleka vyeti vyako umepeleka CV zako, elimu yako inajulikana, fani yako inajulikana, lakini waachwa wewe, wachukuliwa wengine ambao hawana sifa. Basi amka usiku, muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mwenyezi Mungu anasikiliza shida za waja wake. Allah, nasema wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu dawat idha daani falyastajibu li wa yu'minu bi, waja wangu wanaponiomba mimi nipo karibu, lakini sharti wanitike mimi na wanijibu eh, na waniamini, kwanza waniitikie wito wangu, kisha waniamini. Bas, wito wa Allah, miito wa Allah iko mingi sana shekhe, mingi mno. Ah, yale ambayo Allah amekuamrisha kwayo, nenda kafanye kitu fulani, kaswali nenda, nenda kafanye hili, haji nenda, kama uwezo unao, sadaka nenda. Itika miito ya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha uamini kwamba hicho anachoniitia Mwenyezi Mungu subhanahu wataala na anachokisema hichi ni kweli. Basi ukiwa mtu wa sifa hizo, Allah subhanahu wa ta'ala atakusimamia insha allahu ta'ala. Kwa ajili hiyo, sala za Mtume 1000 istighfar 1000 ya latifu 1000 na hizo zote azichukui hata masaa mawili zikizidi sana basi ni masaa mawili. Ya latifu elfu moja, kisha soma suratu sharhi mianne na moja, yaani yote kwa ujumla wake. Ikizidi sana, ule mtu ulimi mzito, ndio atatumia masaa mawili na nusu. Sasa wewe, kuamka usiku kuanzia saa tisa mpaka alfajiri, ukasoma kesho yake umeamka tena saa tisa mpaka alfajiri uka... ukafanya kwa muda unalita... wa wiki moja, unakusudia jambo lako, wa una uzito wewe eh au ndo mpaka ushazoea ukunde, lete kuku mwekundu, lete kuku mweusi, lete kono kono pori. Haya, chukua siju. Wengine mpaka wanaumbu, mpaka damu ya hedhi eh, nywele za sehemu za siri za kwapani za kichwani, lete ndoe. unaoyataka hayo, ukipewa maneno ya Allah, huyatake. maswali mengi chukua hayo eh, afanyie kazi, utakuja kunikumbuka kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala. Ndugu yangu mtazamaji, hapa ile subia ni kila, tunayo mafuta hizbul bahari tunayo. Maushifa yapo, yale aliyomtandika yule mpaka mtu yule Mbagala. <laughs> Allahu Mustaan, Mungu anatisha kulikweli, na yaliyomkamata sahiri Mozambiki. Haya haya yalirashiwa ndani, hatimaye siku anakutikana bibi mtu mzima yuko ndani hiyo hiyo story. Siwezi kuisahau kwa kweli eh, hiyo siwezi kuisahau e. Ibtalu sihri ipo, dawa ile ya vidonda vya tumbo juruhul batni ipo. Kwa wale wenye kuhitaji inshallah taala, subiani kila, ndugu zangu, njoo yenu mwichukue, inakwisha. Eh, hii subiani kila inafanya mambo mazito sana, ni dawa moja ya e ajabu sana. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu awakubali nyote kwa uwezo wake na rehema yake. kwa ajili hiyo e, ni watakia utazamaji mwema, uhibbukum fillah. Zile adhkari tunazo hizi hapa, wale wenye kuzihitaji hizi adhkari, mimi siziuzi na toa bure kwa wale watu ambao nawafanyizia dua wakizihitaji hizi na, na kisha maliza kuwafanyizia dua na wapa hata na wengine pia huwa hizi e, adhkari mimi ninawapa bure. Kwa ajili hiyo, ndugu yangu mtazamaji e, na mfuatiliaji wa Maalim Shabani, endelea kufuatilia Maalim Shabani Online TV popote pale ulipo, uendelee kustafidika kunako maisha yako ya dunia yako na, na akhira yako. Nyuma kamera akisimama vema Habibi e, Habib Suleiman ibn Sultan, bila kumsahau bwana Habib Khamis ibn Kimaka, akihakikisha mambo yanakwenda vizuri sawa sawia na mimi ni ndugu yako Maalim Shabani, kutokea hapa Mbande. Mwisho, Maalim Shabani dua senta, tupatikana hapa, njoo tukuhudumie kwa idhini ya Allah, mashakili yako yataondoka, au tafuta watu sahihi watakaoweza kuondosha eh, mashakili yako kwa idhini yake Allah subhanahu wataala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ila liqa.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 kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 78 24 78 au 0717 28 42 42, na, na, na, na, na 0625 57 52 72. Umu Shifa, ukipona wewe na taifa pia limepona. Wote mnakaribishwa.